Mheshimiwa Selasini swali la nyongeza. Nakushukuru sana mheshimiwa naibu spika. Mheshimiwa naibu spika, hospitali nyingi teule hapa nchini zinamilikiwa na mashirika ya dini, na katika mikataba kati ya wamiliki na serikali, serikali inasaidia madawa pamoja na wafanyakazi, lakini hospitali hizi nyingi zimekuwa chakavu na, na, na zimekuwa ni mzigo mkubwa sana kwa wamiliki Je, yes, serikali iko tayari kuandaa mpango maalum au wa kurekebisha ile mikataba au wa kuweka fungu maalum la fedha ili kusaidia kuhuisha hizi hospitali ziweze kufanya kazi vizuri zaidi ya kuhudumia wananchi wetu? Kwa mfano ile hospitali ya Huruma pale Rombo. Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya Rais TAMISEMI, majibu. Mheshimiwa naibu spika, kwa niaba ya waziri wa nchi naomba kujibu swali la kakangu bwana Joseph Selasini kama ifuatayo. Mheshimiwa mw Selasini, nimekusikia nani kweli, katika kazi zetu sana tunafanya kazi na taasisi mbalimbali, hasa katika swala zima la sekta ya afya, lakini sitaki toa commitment hapa isiyokuwa na uhakika. kwa sababu nikijua wazi hapa sasa hivi, nimejua kujibu, kujibu swali la swala zima la hospitali yetu ya mkandara kule Rungwe. Hata ukiangalia changamoto katika miundombinu hizi hospitali za serikali zenyewe, bado tunatakiwa tuzifanyie nguvu, isipokuwa lazima tunathamini mchango wa taasisi hizi, lakini jambo kubwa ni kwamba lile ambao sehemu ya ambao ya makubaliano yetu kwa mfano kutoa fedha kwa ajili ya madawa, kwa ajili ya watumishi, lazima kwanza tuyatekeleze kwa kiwango hiki kinachoridhisha. Na mimi naamini tunapofanya hivi vizuri, hasa taasisi za jeshi vile, wataangalia na nguvu zao jinsi gani watafanya kuboresha ile swala so zima la miundombinu, lakini sitaki kutoa commitment hapo kusema kwamba kesho na kesho kutwa tutafanya hilo, itakuwa ni jambo la uongo, na uongo sio jambo jema kama binadamu. Waheshimiwa, tunaendelea Mheshimiwa So Henry Amon Mbunge wa Rungwe. Je, serikali ina mpango gani wa kuboresha miundombinu ya maji mji mdogo wa Tukuyu kwani hali ya maji ni mbaya sana na miundombinu iliyopo ni ya zamani? Swali hilo limeendelea kuelekezwa Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais Tamisemi. Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya rais Tamisemi, majibu Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya waziri wa nchi wa ofisi rais Tamisemi, naomba kujibu swali la mheshimiwa Saul Henry Amon, mbunge wa Rungwe Magharibi, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, mji wa Tukuyu wenye wakazi wapatao elfu sitini na moja mia tisa na sabini na tano unapata maji kwa asilimia arobaini ukilinganisha na mahitaji halisi. Kwa kutambua changamoto hiyo, serikali kupitia wizara ya maji na umwagiliaji inatekeleza mradi mkubwa wa maji kutoka katika chanzo cha Masoko wenye gharama shilingi bilioni 4.7. Kazi zinatarajiwa kufanyika ni ujenzi wa vyanzo viwili vya Mbaka na Kigange kwa ajili ya kupeleka maji katika mji wa Tukuyu pamoja na vijiji 15, ujenzi wa matanki manne, ulazaji wa mabomba umbali wa kilomita 13.6 na ujenzi wa vituo vya maji 125. Hadi sasa mkandarasi ameshalipwa shilingi bilioni 1.7. Mheshimiwa Spika, serikali katika bajeti ya mwaka wa fedha 2015 2016 imetumia shilingi milioni 144 kwa ajili ya ukarabati wa miundombinu ya mradi wa maji kutoka katika chanzo cha mto Maswila ili kukidhi mahitaji ya maji kwa wakazi wa mji wa Tukuyu. Kwa mwaka wa fedha 2016 2017, serikali imetenga shilingi milioni 295.3 kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya maji katika mji wa Tukuyu. Mweshimiwa naibu waziri, uhakikishe hili eneo ni la kipaumbele. Kwa hela upeleke. <laughs> Mheshimiwa Fred atpele mwa Kibete, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya mbunge wa Rungwe Mheshimiwa Saul Amon. Mheshimiwa Spika, mji wa Tukuyu ni miongoni mwa miji mikongwe katika nchi hii, hata unaitwa Tokyo. Lakini mradi wa masoko aliyosema Mheshimiwa Naibu Spika mm -hmm. una changamoto nyingi na hadi umepelekea mkandarasi wa mara kwanza walipelekeana kwenda mahakamani pamoja na halmashauri na hata sasa amepatikana mkandarasi mwingine, lakini mkandarasi wa pili bado naye hajalipwa fedha zake, na wanakoelekea inawezekana ikawa kama mkandarasi wa kwanza. Je, serikali inatoa kauli gani ili akina mama ambao wanatoka mabondeni na maeneo mengine mbalimbali tuwatue ndoo kichwani, ili huyu mkandarasi aweze kulipwa fedha zake? Swala la pili Mji wa Tukuyu una milima, mabonde pamoja na mlima Rungwe. Tuna maji ya kutosha, hakuna sababu yoyote serikali kutopeleka maji kule, kwa sababu hata maji ya gravity tu inatosha kwa ajili ya wananchi waweze kupata maji. Serikali inatoa kauli gani ili waweze kupata maji wananchi wa eneo hilo? Mheshimiwa Naibu Waziri, Ofisi ya Rais, TAMISEMI okay. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi TAMISEMI, naomba kujibu swali la mweshimiwa Fred Atupere kama ifuatavyo. Mweshimiwa naibu Spika, naomba nirejee siku ya Jumatatu nilikuwa Rungwe, lakini miongoni mwa jambo ambalo tulijadili na mwenyekiti wa halmashauri DC na kaimu mkurugenzi ni swala zima la mradi huu wa maji mkubwa ambao katika njia moja au nyingine, ukiweza umekamilika, utaweza kusaidia watu wa mji wa tukuyu pale upatikanaji wa maji, na nimesema ule mradi ule sasa hivi unaotumia pale kutukuyu ni mradi ambao ulibuniwa miaka ya nyuma, wakati huo population ya watu, idadi ya watu laki, evi, idadi ilikuwa ndogo sana, lakini sasa hivi idadi imekuwa kubwa sana. Ndio maana katika kurudi kwangu hapa tulichokubaliana ni kwamba nitawasiliana na wenzetu na wizara ya maji kuangalia jinsi gani tutafanya, sababu changamoto kubwa ya mradi wa masoko ni swala zima la fedha. Hata bwana uliposema kwamba mkandarasi wa kwanza alikoma na wa pili visasa, ni kweli sasa hivi hata kazi pesa hivi sasa imesimama. Changamoto kubwa sana ni fedha, na ndio maana siku zote tunasisitiza namu katika bunge letu katika kipindi cha sasa. Sasa hivi serikali tunaona miradi mingi ya maji ambayo mwanzo ilikuwa imesimama, sasa inatekelezeka na inatekelezeka ni kwa sababu kwamba nguvu kubwa ya serikali imeweka katika ukusanyaji wa mapato. Imani yangu kubwa ni nini? baada hii nitawampa reference hii sasa, nilichokipata kule juzi, waziri wa maji, tutaangalia kwa pamoja jinsi gani tutafanya mpango mkakati mpana kuhakikisha watu wa Tukuyu ule mradi unakamilika. Lengo kubwa ni kwamba kupata kutoa ile kazi ya kwa kinamama katika mji wa Tukuyu. Lakini ajenda ya pili ni kweli, Tukuyu nilipopita juzi, nimeona maeneo mengi sana kuna maji ya chemchemi, lakini katika mipango ya serikali hapa na wizara ya maji ilizungumza katika bajeti yake kwamba tutajielekeza katika vile vyanzo rafiki vilivyopo kuhakikisha kwamba vyombo vilivyopo vinatumika vizuri, na imani yangu, kwa sababu mji wa Tukuyu takriban miezi miwili tu wanakosa mvua, tutatumia vyanzo hivi vizuri. Tutashauriana na serikali yetu kwa ujumla kwa uviz, TAMISEMI na wizara ya maji. Lengo kubwa ni kwamba mji wilaya Kongwe ile ya Tukuyu, wilaya ya Rungwe iweze kunufaika na swala zima la maji, na vilevile katika vile jimbo la Busukero, ambapo ndugu yangu Fred atupele ya anapatikana kule, Mheshimiwa mafuta na chuma Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi niweze kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika kwa kuwa tatizo la maji la mji wa Tukuyu linafanana kabisa na mji, eh, manispaa ya Mtwara mjini ambako kwa muda mrefu hivi sasa serikali imekuwa na mpango wa kutoa maji kutoka Mto Ruvuma, lakini ule mradi mpaka hivi sasa umekwama kwa sababu kibali E, bado hakijasainiwa na waziri husika. Swali langu je, Mheshimiwa Naibu Spika, ni lini serikali itatoa kibali hichi ili zile pesa ziweze kutoka Exim Bank ya China na ule mradi uweze kutekelezwa mara moja Mtwara mjini, kwa sababu kuna tatizo la maji kubwa. Asante Mheshimiwa wa. Naibu Waziri wa Maji na Umwagiliaji, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya waziri ofisi ya Rais TAMISEMI, naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa mbunge kuhusiana na mradi wa maji wa kutoa eh, maji mto Ruvuma kupeleka Mtwara Mikindani kama ifuatavyo: Serikali iko kwenye hatua za mwisho kukubaliana na benki ya Exim kwa ajili ya kutoa fedha ya ujenzi wa mradi huo, na sio kwamba kibali hakijatolewa na waziri. Tuko katika hatua nzuri. Mwezi uliopita, mi mwenyewe nimeenda mpaka kwenye chanzo pale Ruvuma, nimeenda kutembelea pale, na sasa hivi hatua inaendelea vizuri kabisa. Ni wakati wowote huo mradi utaanza utekelezaji. Kwa hiyo, nikuhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba hakuna wasiwasi, mradi upo na hiyo fedha imeshapatikana. Tunakamilisha taratibu ndogo ndogo tu, ili mradi uweze kuanza.